Nini maana ya kanisa? Kanisa tafasiri yake ni mkusanyiko wa waaminio. Hello? Kanisa tafasiri yake ni mkusanyiko wa waaminio. Kanisa sio jengo, sinasikia vizuri? Kanisa sio jengo, sinasikia vizuri? Kanisa sio nyumba. Hello? Neno kanisa ni mkusanyiko wa waaminio. Lao nimesema neno kanisa ni mkusanyiko wa waaminio. Neno kanisa siyo jengo. Neno kanisa siyo nyumba. Umenielewa vizuri? Kusanyiko lolote la waaminio mala popote hilo ndilo linaloitwa nini? Kanisa. Unapokuta kusanyiko kama hili hapa Hello? linalomwabudu Mungu katika roho na kweli, maanake lipo pale kwa sababu limeamini. Haliwezi likakaa pamoja kundi kufanya kitu kimoja kwa pamoja kama hawajaamini kile ambacho wanakifanya. Kwa kusanyiko lolote linaloamini juu ya kile ambacho wanakifanya, lile linaitwa kanisa. Umenielewa? Umenielewa? Umenielewa? Nielewa, mpigie makofi Yesu kama umenielewa. Kanisa sio jengo wala dini, kulingana na mjibu wa Biblia. Kanisa sio jengo wala nini wala dini, kulingana na mujibu wa nini? Wa Biblia. Tunapozungumzia kanisa sio jengo wala dini. Dini sio kanisa wala jengo sio kanisa, kwa mujibu wa Biblia takatifu ya Mungu. Hello? Hello? Hello? Kanisa ni mwili wa Kristo. Kanisa ni mwili wa nani? Wa Kristo, sio jengo wala dini, bali kanisa ni mwili wa Kristo. Natamani nikufundisha kwa utaratibu zaidi, unielewe. kanisa ni mwili wa nani? Wa Kristo. Kwa tunapokuwa hapa, tupo kwa sababu ya Kristo Yesu. Yeye ndiye kanisa, ndiye aliyetukusanyisha mahali hapa, ametukutanisha hapa. Kwa kusanyiko hili ni kwa sababu ya Yesu ambaye ni kanisa yeye ndiye mwili wa kanisa. Hello? Hello? Hello? ko kanisa ni mwili wa Kristo kwa wale wote walioweka imani kwake. Kanisa ni mwili wa Kristo kwa wale wote walioweka imani, wapi imani kwake. Sema Yesu nisaidie. Natamani nikuelewe leo. Natamani nikuelewe leo. Natamani nikuelewe leo. Hello. Hello. lo Kitabu cha Yohana sura ya tatu mstari wa kumi na sita. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu mpaka akamtoa mwanawe wa pekee, kila amwaminie asipotee. Kwa maana kanisa ni mwili wa Kristo kwa wale wa mwaminio. Unapokume mwamini Kristo hello. Ambaye ni kanisa. Biblia inasema kila wamwaminie wasipotee. Maanake unapokuwa umemwamini Kristo ambaye ni kanisa, halo halo, upotevu kwako kwa wezi ukatokea. So, nasikia vizuri. A, tunapokuwa tumekusanyika kanisani tunakusanyika kwa sababu ya kumwamini Kristo ili tusipotee. Tunapokuwa tumekusanyika mahali popote kwa sababu ya Kristo Lengo la kukusanyika pale tusipotee tupate kuokolewa. Hello. Maanake kanisa ambaye ni Kristo limewekwa kwa sababu ya kuokolewa ili tusipotee. Kanisa lipo kwa sababu ya kuokoa, sio kupoteza. Hello. Ukiona kanisa linapoteza sio, asikia vizuri, maanake Kristo hayuko hapo. Hello. Hello. Hakuja ili wapotee. Alikuja ili wamwaminio wapate kukombolewa ama wapate kuokolewa. Maanake kanisa ambaye ni Kristo lipo kwa sababu ya kusababisha watu waokolewe. Ninapozungumza kwa habari ya kuokolewa, maana yake kuna umateka. Hello. Kuna wafungwa Hauji wokovu kama hakuna mateka wametekwa. Hauji wokovu, wokovu kama hakuna wafungwa. Maanake kanisa ambaye ni Kristo limethibitishwa duniani ili waokolewe walio matekani, ili wafunguliwe walio vifungoni, alafu kisha wawe na uzima. Biblia isimi tu uzima wa duniani, uzima wa milele. Loo! Tunapozungumzia uzima wa milele, manake uzima wa ulimwengu huu na uzima wa ulimwengu ujao. Umenisikia vizuri? Sema: ee Bwana Yesu, ulikuja duniani ili mimi niokolewe na niwe na uzima wa milele. Sema: jumapili ya leo, kama mimi ni mateka nitolewe matekani kwa jina la Yesu. Kama mimi ni mfungwa nitolewe vifungoni kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kama mimi ni mateka nitolewe matekani, nitolewe matekani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neno kanisa limetokana na neno la Kiyunani. Neno kanisa limetokana na neno la Kiyunani, sio? Unasikia vizuri, linalomaanisha walioitwa kutoka Hello? Kanisa tafasiri yake walioitwa kufanyeje? Kutoka. Tafasiri ya kanisa Kiyunani, tafasiri ya nini ya kanisa Kiyunani ni walioitwa kutoka. Hello? Hello? walioitwa kutoka Neno kanisa ni kikundi cha watu walioitwa nao kutolewa kwenye dunia kupelekwa kwenye ufalme wa mwana wa Mungu. Neno kanisa ni kikundi cha watu walioitwa kutolewa kwenye dunia nao kupelekwa kwenye ufalme wa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kitabu cha Wakolosai ile sura ya kwanza mstari wa 13 hadi wa 14, naye alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Naye alituokoa loo! Maana yake kanisa mimi ni Kristo. Naye alituokoa, baada ya kuokoa inafuata process ya kuhamishwa loo! Baada ya kuhamishwa, kuingizwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake Kristo Yesu, ambaye ni kanisa, yupo kwa sababu ya kuwaokoa walioshikiliwa, kuwaokoa waliofungwa na kuwahamisha na kuwaingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Hello. Kwa kazi ya kanisa kubwa ni kuokoa waliofungwa, walioshikiliwa na kuwahamisha. Manake kuwahamisha, kuwatoa kwenye falme za giza, kuwatoa kwenye ulimwengu wa leo, kuwatoa kwenye mambo mabaya. Manake wanapokuwa wamekwisha kuokolewa, wanaingizwa kwenye ufalme wa nani? Wa mwana wa Mungu. Sijua nisikia vizuri. Hello. Hello. Kwa kazi kubwa ya kanisa ni kufanya wokovu ama kuokoa kuhakikisha kila aliyo matekani anokolewa, kuhakikisha kila aliye kifungoni anafunguliwa, alafu baada ya hapo anahamishwa. Akihamishwa anaingizwa kwenye ufalme mpya. Kwa unapoona wewe unampenda Yesu ambaye ni kanisa, tafasiri yake tayari umekwisha kuhamishwa elaho. Umehamishwa, upo kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Ndio maana unasikia ndani yako kumpenda Yesu, unasikia ndani yako kukimbilia kanisani ama kumfuata Yesu. Ameni, ni kanisa ni kwa sababu umeshahamishwa. Matokeo ya kuhamishwa ni kujisikia ndani yako unapenda kumfuata aliyekuhamisha. Elao, ameni, Kristo Yesu. Kwa unapoona wewe unaushirika na Yesu, ndani yako unasikia wito wa Yesu. Maana yake tayari umeshakwisha kuokolewa, umeshakwisha kuhamishwa. Unapokuwa umehamishwa, maana yake umetengwa na vitu fulani kwenye maisha yako, vile ambavyo vilikuwa pamoja na unatengwa navyo. Kwa unapokuwa umetengwa navyo, ukaingizwa kwenye ufalme wa Mungu, unaanza kuingiziwa nila ya Kristo. Bibi nasema nila yangu ni nyepesi na mzigo wangu sio mzito maanake, unapoingizwa kwa Kristo anakuingizia nila yake. Nila yake namba moja ni kujisikia kuupenda ufalme wa Mungu, kusikia kumpenda Yesu. Yani wewe kwa habari za Yesu huwezi ukaambiwa kitu, helo. Unatamani kama mda wote vile uwe uweponi ama uwe una helo hivi unaelewa vizuri maanake ukisikia hizo dalili ndani yako, ni matokeo ya kanisa ndani yako, ambee ni Kristo Yesu anapokanda bibi. Nasema alipokuwa anasema nawi, roho Mungu akaningia akanigeuza. hello hello, maanake kazi ya Kristo Yesu ni kumgeuza mtu, anakugeuza ili nia yako ya ndani kama nia yako ya ndani ilikuwa ni uharibifu, anaitengeneza kuwa njema. Kama nia yako ya ndani haikuwa sawa, anaitengeneza inakuwa sawa. Kwa Yesu akiingia ndani yako kupitia neno lake, anaanza kukugeuza. Unasikia kugeuzwa, helo. Unapokuwa unasikia kugeuzwa, unakuwa unasikia matokeo ya Mungu ndani yako unahisi kumpenda Mungu ama kumtumikia Mungu ama kumfuata Mungu kwa sababu tayari umeshakwisha kugeuzwa. Eloo, unapogeuzwa, Biblia inasema ya kale yote, eloo, tazama yanakuwa nini? Mapya. Maanake anapokugeuza ambaye ni Yesu Kristo anakuondolea ile nila ya kale ndani yako anakutengenezea nila mpya.